Ah, ndugu wasikilizaji. Sasa hivi nataka nije na maswali, kuna maswali na hadisi nakuja nayo yaani, utakapoona hii shati hii, ina maana kwamba hata kama utakapoiona mtandaoni utafahamu kwamba nimekuja na hadisi pamoja na hiki kitabu kwa kichwa. Utajua kwamba nimekuja na simulizi au hadisi, au maswali. Sasa kuna maswali haya. Kila siku ya Jumanne Ijumaa kwa wiki Jumanne yasipokuja Jumanne Alhamisi. Yasipokuja Jumanne na Alhamisi ujue wiki ijayo. Eh, ila huwa ni, ni maswali mawili kwa wakati mmoja. Kati Jumanne na Alhamisi, Jumanne yasipokuja Alhamisi. Eh, yakija Jumanne Alhamisi hayapo. Ya kuna maswali natakuni nijibu. Kuna swali ya kwanza, nikipungua nalaumiwa, nikizidi na nalaumiwa. Swali lingine la, la pili nataku niambie, Nyakanazi inapatikana wilaya Biharamulo, kata Lusahunga, ina sheri ngapi, na zote zipo upande gani na mazingira gani zinapatikana, eh, wapi wapi, yani kila sheri inapo patikana we, andika sehemu andika eh, hiyo, yani hapo. Kama ukiwa mtu wa kwanza kujibu haya maswali, shilingi 500 na kutumia hapo Una we, we we, muda wote eh, muda wote utapokea zawadi yako ya, lakini kikubwa tu, unapomaliza andika pale kwenye SMS hapo chini kabisa, hapo kwenye, hapa kuna comment hapo peusi peusi utabonyeza, halafu kuna sehemu nyingine hapo kama SMS hapo, palipo na SMS andika majibu yako ya vizuri. Ehe, weka na namba yako ya, ya simu inapo uh, unayotumia mimi nitakutumia e, mimi nakutumia MB za jero shilingi mia tano kabisa e, msiwe na wasiwasi wasi. Sasa hivi nimekuja na mtonyo huyo huyo kwa wasi, kwa watazamaji wetu kwa wafuatiliaji wetu e. Kama we sio mfuatiliaji wetu ka pembeni, kama wewe ni baadhi ya, wa, ya, ya watazamaji wetu ya, ya, ya, ya, ya, uliawwa marafiki zetu, jibu maswali afu utapata ma, e, m, zawadi yako. Usisahau kukomenti eh, e. Kila yani, sasa hivi ni kila wiki, yaani kila wiki zawadi zinakuja kila wiki, kati ya jumaine ilihamisi. Yaani kila siku sio kila siku, ijumaine ni maswali mawili mawili Ilihamisi ni kwa sababu tu huenda jumanne nikawa sina nafasi, sijatunga maswali yakaja jumaa ilihamisi. E, tufuatilie Boazi Music na wengine waambie, wa, wasikose kufuatilia mitonyo hii mizuri e, Boazi Music Business.